Ndugu zangu wapendwa, karibuni sana katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo tafakari yetu inatoka katika injili ya Matayo sura ya sita aya ya saba hadi aya ya kumi na tano. Tusikilize injili yetu ya leo. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasamehe havyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, tunapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresima ambacho anaendelea kutuimarisha na neno lake takatifu, na leo anaendelea kutusisitizia yale mambo msingi tunayotakiwa kuyafanya katika kipindi hiki cha Kwaresima. Katika matendo hayo ya Kwaresima, waamini wanaalikwa kuingia katika sala, kujenga moyo wa sala na pia kufa, kufunga na kuomba. Ndiyo maana Yesu anatufundisha namna bora ya kusali na tena anatuona mambo ya kujiepusha. Anatuonya juu ya mambo ya kujiepusha wakati tupo kwenye sala. Ndugu zangu, wengi tunaweza kuwa tunasali na kumwomba Mungu juu ya mahitaji yetu, lakini mara nyingi wengi hatufanikiwi sana katika mambo tunayoomba, hadi wengine tunaanza kuhisi kama Mungu hatusikii. Ndio maana Mtume Yakobo katika walaka wake anasema, hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Kurejea walaka wa Yakobo sura ya nne mstari wa tatu. Ili tusiombe vibaya, Yesu anatufundisha namna bora ya kuomba, lakini pia anatuonya mambo ya kuepuka katika kusali. Kwanza, kufanya sala za maonyesho ili watu waone kuwa sisi tunasali. Pili, kutumia maneno mengi katika sala. Yesu anasema kupayuka payuka, kusali bila utaratibu, bila mpangilio wa sala. Hivyo anatupa mfano bora wa namna ya kusali kwa kutufundisha sala ya Baba yetu uliye mbinguni, au sala ya Bwana. Ndugu zangu wapendwa, sala ya Baba yetu ni sala inayotupa mwongozo wa namna ya kuomba kwa Mungu. Ni mfano wa sala iliyo bora yenye kuinua sifa na utukufu wa Bwana, kuomba msamaha na pia kupeleka maombi. Mtakatifu Thomas wa Aquinas anasema sala ya Bwana ndiyo iliyokamili kuliko sala zote. Ndani yake hatuombi tu kile tunachoweza tunatamani kwa haki, bali pia kadiri ya mpango ambao unafaa kukitamani. Hivi ni kwamba sala hii inatufundisha tu kuomba, bali pia inaunda shauku zetu zote. Haitufundishi tu kuomba, bali pia inaunda shauku zetu zote. Mtakatifu Agustino haipo pia anasema zipitieni sala zote zilizo katika maandiko na siamini kama mtakuta humo kitu chochote ambacho hakimo katika sala ya Bwana. Na ni ukweli ndugu zangu wapendwa, katika sala ya baba yetu ina mambo yote. Ndiyo maana katekesimu yetu katika kuichambua sala ya baba yetu inabainisha maombi saba yaliyopo ndani ya sala ya baba yetu. Ukirejea katekesi ya Kanisa Katoliki namba 2803 hadi 2856. Lakini msisitizo wa Yesu katika sala ya baba yetu ni juu ya msamaha. Anatualika tuombe msamaha kwa Mungu. Lakini anatutaka na sisi tuwe tayari kusamehe wengine tusipokuwa tayari kuwasamehe wengine, hata sisi hatutasamehewa, si kusamehewa na pia sala zetu zitakuwa za kinafiki, hivyo hazitajibiwa. Hivyo basi, wapendwa, kama mama kanisa anavyotufundisha juu ya kanuni msingi katika sala kuwa sala zetu lazima ziakisi imani yetu na pia lazima ziakisi maisha yetu na maisha yetu ya kila siku, anatumia maneno haya lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyetoa tafakari hii ndugu Wini Fridi Ngokotalo, padri wa ya shirika la ndugu wa Francisco wa Kapucini, anayefanya utume katika jimbo katoliki la Lindi.